Je, unaweza kujua tofauti kati ya akili ya kawaida na ile ya juu? Utafiti umeonyesha kuwa watu wenye IQ ya juu wana tabia maalum zinazowaongoza. Leo, tunakufunulia sita kati ya hizo. Tunza kalamu yako. Watu wenye akili kubwa huzungumza na wenyewe kwa urahisi. Wanajifunza kupitia mazungumzo ya ndani, kujipanga na kujiuliza, ninawezaje kufanya hivi kwa njia bora? Hii si ujinga, ni starehe ya kujijua na kujiimarisha. Anayefanya mzaha hufanya mambo. Wataalamu wa akili wanasema uchekeshaji na utata wa mawazo huongeza uwezo wa kufikiria kwa kina. Watu wenye IQ ya juu hutumia ucheshi kuvunja mfadhaiko na kufungua milango ya fikra mpya. Ukimya ni mwalimu mzuri. Watu wenye akili kubwa hupenda kujipanga kwa kukaa peke yao. Hii si upweke, ni fursa ya kujifunza, kutafakari na kujenga mawazo yasiyo na mipaka. Methali inasema Akili ni nywele kila mtu ana zake. Lakini watu wenye akili kubwa hawakai kwenye mawazo yao tu, wanaamini kila mtu ana kitu cha kufundisha na hutafuta ujuzi hata kwenye sehemu zisizotarajiwa. Mvumilivu hula mbivu. Watu wenye IQ ya juu hawafungi macho, huchunguza. Wanatazama mifumo, wanakumbuka maelezo na wanajiuliza, kuna nini hapa ambacho wengine hawajaona? Hii ndiyo nguvu ya kutambua fursa kwenye changamoto. Watu wenye akili kubwa hawatumii nguvu zao kwenye kelele, wanazitumia kwenye suluhu. Wanajua kulalamika ni kufa kwa fursa. Badala ya kusema kwa nini, wanauliza ninawezaje? Akili ya juu si kipawa cha kuzaliwa nacho, ni tabia ya kila siku. Anza leo, zungumza na wenyewe, chunguza, furahia ukimya na ujenge mazoea ya kufanya kazi badala ya kulalamika. Akili yako ni kioo cha tabia zako. Je, una tabia yoyote kati ya hizi? Andika kwenye maoni kama video hii imekusaidia. Gusa kitufe cha kushiriki na uwaambie wenzako kuhusu series za IQ.